Kuuza ni tani 2024 laki 516980, bei ya juu 2690, na bei ya chini shilingi 2300. Jumla ya kilo 2024 2024 tani laki 516980, bei ya juu 2690, na bei ya chini 2300. Lakini ni waombe, kwa bahati mbaya nafikiri afisa ushirika yuko hapa, kwa hiyo ni waombe, ni waombe wote wote ambao tunahusika na mchakato mzima wa malipo naomba tufanye kazi mapema iwezekanavyo, ili tuhakikishe kwamba wananchi wanapata fedha zao kwa wakati. Lakini katika swala hilo pia niwakumbushe e, ni wakumbushe watendaji wa Amcos. CBT imeandaa utaratibu mpya sasa hivi. Nafikiri kwa kushirikiana na mabenki kuona namna ambavyo kishanda orodha malipo wakae na watu wa mabenki ili kuweza kuhakiki majina ya wa wakulima e, ili kuweza rejection ambazo kiukweli zimekuwa zinaleta shida sana kwa wananchi. Kwa hiyo waombe pia watu wa pamoja na meneja wabenki muweze kushirikiana kwa pamoja ili kuakikisha kwamba zoezi hili linafanyika vizuri ili mkulima asiweze kupata shida wakati wa malipo. Majina yanaitwa Biadia Matipa, mneja mkuu wa chama kikuu cha ushirika Mamku kwa mnada wa kwanza uliofanyika tarehe 11 mwezi wa 11, tulifanikiwa kuuza jumla ya tani elfu thelathini na sita laki moja thelathini na mbili mia saba sabini za korosho, ikiwa bei ya juu ni 2510 na bei ya chini ni 2110. Korosho hizo zote ziliuzwa ambazo thamani yake ni bilioni 88 milioni kumi hamsini na saba elfu laki saba na saba na tayari sasa hivi tumeshaanza kufanya malipo kwa mnada wa kwanza kwa wale wanunuzi wote ambao wamekamilisha malipo, na deadline ya wanunuzi kukamilisha malipo ni siku ya leo ambayo ni Jumatatu. Kwa hiyo tunaimani mpaka kufikia siku ya kesho wanunuzi wote watakuwa wamekamilisha na sisi tutazipeleka fedha kwa wakulima. Kwa kweli, mimi kutokana na ubora wetu wa korosho yetu, mimi nashukuru bei zinaendelea kuwa nzuri inatupa hamasa sisi wakulima. E, mimi ninachokiomba tu ni kwamba bei za korosho ziendelee kuongezeka walau hata iweze kufika shilingi elfu tatu kwa kilo, ili mkulima angalau aweze kukidhi mahitaji yake kutokana na, na hali halisi ya ya zao la korosho lilivyokuwa na kazi.